Mlango wa 38. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, ee Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja kumi, ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi, kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja kumi katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Haya ndiyo maandiko ya Hezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi, naye akapona ugonjwa wake. Nalisema na katika usitawi wa siku zangu, nitakwenda kuingia malango ya kuzimu, nimenyimwa mabaki ya miaka yangu. Nalisema na sitamwona Bwana, yeye Bwana katika nchi ya walio hai, sitamwona mwanadamu tena pamoja na hao wakao duniani Kao langu limeondolewa kabisa limechukuliwa kama hema ya mchungaji. Nimekunja maisha yangu kama mfumaji, atanikatilia mbali na kitanda cha mfumi. Tangu mchana hata usiku wanimaliza. Nalijituliza hata asubuhi, kama simba aivunja mifupa yangu yote. Tangu mchana hata usiku wanimaliza. Kama mbayuwayu au korongo ndivyo nilivyolia, niliomboleza kama hua Macho yangu yamedhoofika kwa kutazama juu; ee Bwana, nimeonewa, na uwe mdhamini wangu. Niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda polepole miaka yangu yote, kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Ee Bwana, kwa mambo hayo watu huishi, na uhai wa roho yangu ukatika hayo yote; kwa hiyo uniponye na kunihuisha. Tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu, mauti haiwezi kukuadhimisha, wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako. Aliye hai, nam, aliye hai ndiye atakayekusifu, kama mimi leo. Baba atawajulisha watoto kweli yako. Bwana yu tayari kunipa ukovu, basi kwa vinubi tutaziimba nyimbo zangu siku zote za maisha yetu nyumbani mwa Bwana. Maana Isaya amesema, na watwaye mkate wa tini, wakauweke juu ya jipu, naye atapona. Tena Hezekia alikuwa amesema, iko ishara gani ya kunionyesha ya kuwa nitapanda niingie nyumbani mwa Bwana?